Kishindo za heshima kwa mheshimiwa dr samia suluhu Hassan, punga mikono wale wote walio tayari, punga mikono bendera, kilemba, mifuko Arumeru oye oh, Arumeru oye oh! Wale watakaowapigia kura wagombea wa ubunge kwa tiketi ya chama cha mapinduzi, hebu tuone kura zenu. Punga bendera vikapu, vilemba, CCM oye oh yeah. Wale watakaopiga kura za madiwani, hebu tusikie kina baba, unguruma unguruma, Rumeru, mtawapa madiwani, kina mama, vigelegele, vijana tusikie, mirusi tusikie mirusi Ssemuoye Mheshimiwa, tunaomba sasa usogee kwenye kiriri uongee na wana Arumeru. Haya, kuunga mikono mgombea anapokuja, nyanyua bendera juu. Dr. Samia oye Arumero, oy. CCM oi! Arusha oye, asanteni sana. Asanteni Mheshimiwa makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Comrade Kinana, ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dkt. Asha Rose Migiro, wajumbe wa Kamati Kuu na wajumbe wa Halmashauri Kuu ya chama cha Mapinduzi, waratibu wetu wa kampeni kanda ya kaskazini, mheshimiwa waziri mkuu mstaafu Frederick Sumai, lakini pia ndugu yetu Namelok Sokoine, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha mzee Sabaya, kamati za siasa ngazi ya mkoa na kamati za siasa ngazi ya wilaya, wagombea wa ubunge wa majimbo mawili ya Rumeru, ndugu Nasari, Arusha Mashariki, Arumeru Mashariki, na ndugu Lukumai wa Arumeru Magharibi, wagombea wote wa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Arumeru washiri, malaigwanani na machifu wenzangu, vikundi vya burudani na hamasa mlioko nasi hapa, ndugu zangu wanahabari Ndugu wananchi na Wanarumeru, sisi emoi, kazi na utu. Ndugu zangu Wanarumeru, kwanza niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kwa kutufikisha Rumeru salama. Nimeingia Rumeru nikitokea Arusha. Arusha pale nimeona viongozi wachache wa Arusha wamenisindikiza na washukuru sana lakini Arusha pale walinifanyia send off ya maana sana. A, Moshi samahani, Moshi Moshi Kilimanjaro pale, uh, Bomang'ombe walinifanyia send off ya maana sana, watu wengi, viongozi wako hapa, wagombea ubunge wako hapa, walikuwa na send off ya maana sana. Nikasema hapa sendofu nzuri, sijui reception itakuwaaje, lakini Arusha, Arusha mmefunika reception safi sana safi sana safi sana kwa hiyo, ndugu zangu <clears throat> nawashukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi ya Arusha. Mikutano ilikuwa mizuri sana, ziara ilikuwa nzuri lakini nashukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi uh, kwanza nimewashukuru Kilimanjaro, sasa nawashukuru Arusha kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu na, nina hakika na mikutano inayofuata kesho itakuwa mizuri hivi hivi. Kwa hiyo nawashukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa, wilaya na wote mlioshirikiana nao kwa maandalizi mazuri haya. Lakini kipekee ni washukuru wananchi. Wananchi kutoka kwa wingi namna hii, hii ni imani kwa chama cha mapinduzi, hii ni imani kwa viongozi wenu, kwa viongozi wenu ambao tunaomba idhini ya kurudi tena tukafanyie mazuri zaidi. Arumeru oye! Ndugu zangu nimefurahi, nimefurahi kurudi tena Rumeru. Mara kadhaa nimekuwa nikisimama vituo tofauti ndani ya wilaya hii lakini nilikuwa nikisimama kikazi kusikiliza changamoto na kwenda kuzifanyia kazi. Mara hii nimesimama kuja kuomba kura. nimesimama kuja kunadi ilani ya chama cha mapinduzi. Na ndio maana tuko hapa lakini, kwa sababu hiki ni kituo changu cha kwanza kuingia mkoa wa Arusha, sina budi kupiga hodi ya Arusha. Hodi ya Arusha! Hodi ya Arusha! Mmenikaribisha, sio? Aya, asanteni sana. Kwa hiyo nimesema tumekuja kunadi ilani ya chama cha mapinduzi lakini kusimama kwangu hapa ni kusikia ni kusikia yaliyotendeka lakini bado ambayo yanahitajika. Na nawashukuru wagombea ubunge wawili wa majimbo mawili wamekuja kutueleza yale ambayo tumefanya japo muda haukutosha, najua yaliyofanyika ni mengi, muda haukutosha. Lakini pia mnahamu kusikia mimi nitasema tutawafanyia nini Arumeru, oye oh yeah. Sasa ndugu zangu, ilani ya Chama cha Mapinduzi ilitupa vigezo vya kufikia uh, katika kutekeleza kazi zetu, na kwa kiasi fulani ilani ile tumeitekeleza karibu asilimia tisini na saba tisini na nane Kama yapo yalobaki, madogo sana, masuala ya afya na elimu. Haya ni masuala ya kuendelea, ni maswali ya kuendelea. Ishu za afya ishu za elimu zitaendelea. Tuna watoto, tunazaa wanakuwa wakubwa, mahitaji yanaongezeka kwa ujengaji wa miundombinu ya elimu, sekondari, msingi, sekondari. Na siku hizi hatuanzi tu msingi, tunaanza na lile darasa tunaita madarasa ya awali, ya kumwendeleza mwanafunzi. Kwa Kiingereza tunasema early child education mashule mapya mengi tunayo yajenga, tunaanza na madarasa yale madarasa ya kum, kumtayarisha mtoto kuanza elimu yake au safari ya elimu yake. Kwa hiyo kwenye masuala ya elimu, tutaendelea kujenga miundombinu ya elimu, early child education, msingi, sekondari, vyuo kote, VETA, tutaendelea lakini vile vile vilevile kila miaka inavyokwenda, tunaendelea kutunisha mfuko wa elimu ya vyuo vikuu ili watoto wetu wakimaliza form 6 wanakopa, wanakwenda vyuo vikuu, wazee hawana mzigo tena wa kusomesha mtoto. Lakini kwenye afya, kwenye afya ni mahitaji ya kila leo. Kila idadi ya watu inavyoongezeka, ndivyo mahitaji yanavyoongezeka.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 tutakwenda kuanza kwa majaribio swala la bima ya afya. Baada ya muda tukiona inakwenda vizuri, tutakwenda kutanua katika maeneo mbalimbali. Ombi langu kwenu ana Arumeru, kila mmoja hakikishe ana bima yake ya afya, ili kupata matibabu yanayokusudiwa, kupata matibabu bora ambayo serikali yenu imedhamiria kutoa kwa wananchi wake. Lakini jengine linalosaidia bima ya afya ukiwa na bima yako ya afya, ule usumbufu wa kuzuia maiti hajalipiwa gharama utaondoka, kwa sababu gharama zile, gharama zile zitalipwa na bima ya afya. Kama umetibiwa umefariki, bima yako inafanya kazi, utalipwa. Hawasemi bima kwana mmemtibu lakini hakupona kafa, hatulipe. Hapana, umetumia huduma, bima yako lazima ilipe. Kwa hiyo umetoka uhai, umetoka hukutoka Bima ipo inakulinda na inawalinda ndugu zako. Kwa ndugu zangu, kwenye afya mambo yataendelea, na tunakwenda kuboresha huduma za afya. Kwenye maji, natambua kuna maeneo ndani ya Rumeru ambayo bado hawajafikiwa na huduma za maji, lakini tuna miradi inayoendelea. Tuna mradi mkubwa wa miji ishirini na nane unaendelea maeneo tofauti tofauti. Lengo letu na azma yetu ikifika ishirini thalathini, pengine mbali mno, kila mtanzania awe karibu na huduma ya maji safi na salama, kila Mtanzania. Na kwa maji kitaifa, kwa maji kitaifa tumefikia asilimia themanini na sita themanini na saba ukichukua average kitaifa. Asilimia iliyobaki ndani ya miaka mitano ijayo tunamaliza tatizo la maji, na kwa sio ishu tunabakia na matunzo ya vyanzo vya maji na matunzo ya usambazaji wa maji. Kwenye umeme, ndugu zangu, umeme tunakwenda kumaliza vitongoji vilivyobaki. Ilani litutaka tupeleke vijiji vyote, tulimaliza vijiji, tukaanza vitongoji, tukajiengeza, na tunavyozungumza nusu ya vitongoji vya Tanzania tayari vina umeme. Miaka inayokuja tunamaliza umeme kwenye vitongoji. Tukifika ishirini thelathini, Tanzania yote inawaka umeme. Lakini la pili kwenye nishati ni nishati safi ya kupikia, na hiyo nayo ni ajenda yetu, ili kuwanusuru kina mama na maradhi yanayotokana na moshi wa makuni na moshi wa mikaa. Nishati safi ya kupikia, huko nako ni na ajenda yetu. Ndugu zangu, nigusie kwenye kilimo. Watanzania ni wakulima wazuri sana. Kwenye kilimo tumefanikiwa, kwanza kufanya Tanzania izalishe mazao kwa wingi. Tunavyozungumza sisi sasa, Afrika ni wa pili kwa kuzalisha mahindi kwa wingi, lakini ni wa pili kwa kuzalisha tumbaku kwa wingi, na mazao mengine yanakuja juu. Tunazalisha chakula chingi sana. Sasa hivi Tanzania tunaitegemea kwa chakula kwa asilimia mia moja na ishirini na nane na pia tumeondosha ule mpaka wa mazao ya biashara mazao ya kilimo. Sasa hivi kila zao ni biashara, lengo letu ilikuwa ni kilimo biashara, na tukifika 2030 sekta ya kilimo ikue kwa asilimia kumi, na huko ndiko tunakoelekea na jinsi ninavyoona tunakwenda kufikia huko. Kwa nini? kwa sababu tumetoa kipaumbele kwanza kwenye kilimo cha umwagiliaji maji. Tunatengeneza mabonde kadhaa ya kumwagilia, ambayo pia miradi ile inakwenda kuzuia mafuriko. Kama alivyosema mbunge hapa, tuna tatizo la mafuriko, kwa hiyo kupitia mabonde ya kumwagilia tunakwenda kutengeneza skimu za kumwagilia na system au njia za kuzuia mafuriko lakini la pili kwenye kilimo ni ruzuku. Tumeamua kutoa ruzuku ya mbolea na pembejeo ili wakulima wazalishe kwa wingi, na hiyo imetusaidia. Uzalishaji wa chakula umekuwa sana sana sana, tunaweka akiba ya chakula. Akiba yetu ya chakula sasa ni zaidi ya miezi minne, kama mvua zisiponyesha, Mungu atupishie mbali mwaka mzima hatuwezi kufanja, tuna chakula cha kutosha, tunaweka chakula ene farei, lakini tunazalisha chakula kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo pembejeo za ruzuku, hiyo ndiyo ajenda yetu ya pili. Ya tatu, kilimo cha kutumia teknolojia, kilimo cha kutumia teknolojia, kuanzia mashine za mashambani, uhifadhi wa vyakula, upimaji wa vyakula, tunapokwenda kuuza. Hata malipo sasa hivi hatumlipi mkulima mkononi shika, ni teknolojia, tunamtilia kwenye akaunti, meseji kwenye simu yake. Hata unapokwenda kupima magunia yako uliyopeleka, kama ya mahindi, pamba au chochote, mashine ikisha kupima, inakwambia uzito na pesa zako kwa uzito ule, meseji kwenye simu yako papo hapo. Kwa hiyo tunakwenda kukuza kilimo. Jengine ni vyama vya ushirika. Tumefanya kazi kukuza ushirika wa Tanzania, vyama vya ushirika sasa. Ushirika wa Tanzania sio chaka tena la wizi na upotevu wa fedha za wakulima, hapana. Tumeujenga ushirika kiasi ambacho ushirika sasa tunauamini kuachia ugawaji wa pembejeo kwa wakulima na wanafanya vizuri. Ushirika sasa wao ndio wanawakilisha wakulima wakati wa minada, na minada yetu tunaifanya wazi, skrini iko hapo, wanunuzi wako kwao, tunaweka tuna mazao kiasi gani, wanashindana bei, wakulima wanaona kwenye skrini, alafu wao ndio wanaamua, tunakwenda na mnunuzi huyu. Kwa hiyo ushirika sasa tumeujenga kuwa ushirika wa maana, tunawaamini kuwapa kazi kusimamia wenzao tunawaamini kuwakabidhi viwanda. Vilivyobinafsishwa vikashindwa kufanya kazi, tutavifufua na tuwakabidhi ushirika waviendeleze, viwanda vya chai, mkonge, nini, tutakabidhi ushirika na watakwenda navyo vizuri. Sasa <coughs> nigusie mambo mengine ambayo Uh, sambamba na hilo nizungumzie maombi yaliyoletwa hapa, na la kwanza ni barabara. Kuna barabara kadhaa ambazo tumeziweka katika tumeziweka katika ilani ya uchaguzi, barabara kadhaa za Tengeru uh, za za Arumeru kwa inawezekana, labda nyingine za Arumeru Mashariki, nyingine Magharibi lakini kwenye ilani ya uchaguzi kuna barabara ya Tengeru Sariva kilomita 11.3, barabara ya Malula Gare na Nyuki yenye urefu wa kilomita 33.7, kuna barabara ya Maji ya Chai Sakila yenye urefu wa kilomita 16. Hizo zinakwenda tunazimalizia kwa kiwango cha lami, lakini kuna barabara ambazo tumezikabidhi kwa TARURA barabara hizi watakwenda kuzijenga TARURA, nyingine kwa kiwango cha lami, nyingine kwa kiwango cha changarawe, kiasi ambacho kipitike mwaka mzima, ij, ije mvua lije jua, barabara ziendelee kupitika. Kwa hiyo TARURA tunakwenda kuwaongezea bajeti ili wajenge barabara hizo. Lakini swala jingine ni ombi la soko. Na hapa kwenye masoko nataka kusema kuna ombi la soko la Ngaramtoni. Nadhani limo kwenye ilani, lakini kama halimo tumelibeba. Lakini pia mara moja nilipokuwa nimesimama pale Tengeru, nilitoa ahadi ya ujengaji wa soko, soko lile la Tengeru pale, ahadi yangu iko pale pale, na kipindi hiki ndicho tunakwenda kujenga soko la Tengeru. Ndugu zangu, nadhani katika maombi yaliyoletwa hapa nime- nimeshayatolea majibu, sioni kama na maombi mengine, lakini niseme serikali ya Chama cha Mapinduzi, tuko hapa kuomba kazi, tupeni kazi. Tunasema kazi na utu. Ee bwana Arumeru kule nyuma, kazi na utu. Nawashukuru sana Chama cha Mapinduzi tuko hapa kujenga kazi, kuomba kazi, tupeni kazi tukautekeleze miradi na mambo mbalimbali yanayokwenda kuutukuza na kuheshimisha utu wa mtu utu wa Mtanzania. Tunapojenga miradi ya maendeleo ya jamii Maji, elimu, afya, umeme ni kuujenga utu wa Mtanzania. Tunapokwenda kujenga mabarabara ili wakulima wapitishe bidhaa zao wakauze kwenye masoko wapate fedha mikononi, na mambo mengine yote, ni kwenda kuujenga na kuheshimisha utu wa Mtanzania. Na hiyo ndio Chama cha Mapinduzi tunachoweza kufanya. Niko hapa kwa kujiamini kabisa na ujasiri kwamba tuliweza na huko mbele tutaweza. Kwayo ndugu zangu wa Arumeru, ninaambiwa hapa mlipitisha azimio, nami nawashukuru sana kwa hilo. Najua azimio likisimamiwa na wazee wa kimila malaigwanani, washiri, machifu, hilo azimio halirudi nyuma. Na kwa sababu wazee wetu wale wameshika masale, sina wasiwasi na Arumeru, sina wasiwasi lakini uungwana unataka mwenye haja aje kwa wenyewe na kuja kuomba, na ndio maana tumekuja hapa, Chama cha Mapinduzi, kuja kuomba kura zenu. Sasa nitakachokifanya, nitakabidhi ilani ya uchaguzi kwa wajum, wabunge wawili wa magharibi na mashariki. Madiwani tayari wana ilani zao mikononi, na ilani hizi ziko za aina mbili kuna kitabu kikubwa chembamba, hiyo ni ilani ya kitaifa. Mambo makubwa makubwa ya kitaifa yako humo. Kuna vitabu vidogo, hiyo ni ilani ya mkoa wa Arusha. Kwa hiyo kama unataka kujua wilaya yako kuna nini kutafanywa nini, ni hicho kitabu kidogo kabisa na ni rahisi kusoma, utaona atakayofanywa ndani ya mkoa wa Arusha. Naomba nikabidhi ilani, alafu tuombe kura. Ilani ya uchaguzi ni mkataba wa chama na wananchi na mambo yote ya maendeleo yapo ndani ya ilani ya uchaguzi yatakayofanywa katika kipindi cha miaka mitano. Dkt. Samia oye CCM oye. CCM oye. Aya, mwanangu Nasari, ananiambia maji, sikusikia vizuri mama. Maji, nimesema maji tutaleta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 tunaomba kura zenu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tarehe ishirini na tisa kesho kutwa, wiki tatu tu zinazokuja, tuamke salama, atuamshe salama na furaha, na wote kwa pamoja. Nasema kwa pamoja kwa sababu nawaomba mabalozi, au niwatake mabalozi wakiamka, hakikishe nyumba zake kumi au zozote alizokabidhiwa, wote walioandikishwa kupiga kura, anakwenda nao pamoja kituoni. Twendeni kwa pamoja, tukakipe heshima Chama cha Mapinduzi. CCM, oye! Kazi na utu! Arumeru, oye! Tunaomba kura zenu, na kidumu Chama cha Mapinduzi! Ay, tumwage tumwage, mama kwa mikono juu yote.